Mshi yumpezangu ndo kitu gani unafanya? Kwenda chooni kufuli, kwenda kuoga kufuli, maisha gani sasa hivi tunaishi?

nkushauri kitu kimoja mwache tu Acha kumfuatilia unamfuatilia sana mwache afanye anavyotaka. pesa ni za kwake Uenda, hizo so pesa amepata za kinwagongo zinamchanganya wewe, muache. Zimchanganye kinwagongo, zimchanganye. Kwa miaka yote alivyospendea zina zake nje mchanganya na ndogo kama hizi. La, si wanapewa semina kabla hawajastaafu na na kutumia misaada. Mm, Mbona si seminari adjusti hicho chote? Sio kweli maisaidia. Kundi miaka mitano nyuma, kabla ya miaka mitano. Mtu ana kashafanya kashajenga kashajenga mfumo wake wote wa maisha. Dowgg kila siku napika na anakula. Ni chakula gani hicho alichokuwa anamaanisha? Sasa mpaka nijue ni chakula gani alichokuwa anamaanisha. Awezi kunifanya mimi mjinga. <coughs> <coughs> <coughs>

sababu uliniona nilivyo bila pesa wala sifa, ukanishika mkono, ukasema upo salama. Wengi waliondoka waliponiona nikianguka, lakini wewe ulibaki, ukanifundisha kupenda tena. Haya ndiyo mapenzi adi. Kwenye giza, machozi na maumivu, lakini bado tumesimama, kwa sababu ya upendo wa kweli. Sio perfect najua, na lakini nia yetu safi. Tunakosana, tunasamehe, kesho tunaanza upya. Nikikosa nguvu, wewe ndio pumzi yangu. Nikihisi kupotea, wewe ndio njia yangu. Ndiyo mapenzi ya dati.

Kitu gani unafanya? Kwenda chooni kufuli, kwenda kuoga kufuli. Maisha gani sahivi tunaishi? yo yo, kwa mjanja huenda kilio, kwa mjinga huenda kicheko.

Watoto wa, mjambo? Hatujambo, shikamoo. Marhaba. Mama yenu yupo wapi? Yupo ndani. Naomba mniitie. Hey, Mzee popote. Ndio. Karibu baba. Asante, asante. Karibu sana. Asante. Nzuri, karibu. Asante. Vipi hali? Mnaendeleaje? Ah, tujambo. Karibu ndani. Karibu twende na haraka usijali. Jamani, ote hata kukaa ndani. Hapana, hapana. Mzee popote, umepotea. Yani umepotea sana. <laughs> Sio kawaida yako. Ah, sijapotea sana, lakini unajua siku hizi unajua wapangaji mara nyingi huwa wapendi kuonana na wenye nyumba ili waweze kuishi katika maisha ya furaha. Nafikiri wanapenda wenyewe tu waishi kwa raha. <laughs> Kabisa. Ah, ni kweli lakini sawa. Moja. Ah. Hey. Um, he, he, he. Mm. My love diva. Mm, naambia mpenzi. Yaani ninavyoona maisha yameenda kasi sana mpenzi. Mm. Yaani eh. Hey. Kuna vitu katikati hapa nahisi nimevikosa sana. Ameshindwa mm -hmm. Yaani una sifa zote za kumfanya mwanamume yoyote rijali akupende na akugani. Asante. Sasa kinachoniuma mimi mm, e, ni mm -hmm. Kwamba nimechelewa sana kukufahamu diva, kwamba mm, ulipata ujumbe wako, niliupata japokuwa kwa kusema ukweli haukuwa wenye kunifurahisha sana, unajua mimi nimekaa kwenye mbako kwa muda mrefu na nimezoea mazingira na nimekuwa ni mmoja kati ya wapangaji wanaoishi katika nyumba za watu wanakuzipenda. Nimetengeneza nyumba yako huko nyuma, nimekupandia vitu mbali mbali. kuna midizi paka ndizi tunakula sasa mm. Kwa hiyo nilikuwa tu naomba ni kama hata mnisogezee muda jamani, wanangu unaona eh, ndo wamerudi likizo, mambo ni mengi sasa, hata namna ya kutafuta tena nyumba. Naomba kidogo tuvumilie <coughs> Uishiwagi. Sio, sio hivyo hivyo, yaani mimi jinsi ninavyokupenda, na naona kabisa kwamba nimechelewa sana kufahamu wangu. ningefahamu kipindi kirefu wakati na miaka labda thelathini hivi thelathini na tano nmani ningeenjoy vizuri sana kuliko hivi mm. Sasa ule umri wako kikubwa ni angalia nafsi ambayo Nielewa na kingine mm. Acha kunishukuru sana. Mbona unajiweza kwa kila sekta uko sawa iwe, iwe hapa, alafu kingine sisi mm -hmm. Usichoke jua. Una sifa zote za kuwa mwanaume kwa sababu mimi nipepa zoea lakini umeona eh? hata kama unaendelea na ujenzi kama mlivyo walivyokuja kusema, mimi nitavumilia, naomba sana, mimi sina tatizo, lakini sasa sheria za kiserikali ndio changamoto kubwa. Unajua serikali hawaruhusu kufanya ukarabati wakati watu wanaishi eneo hilo linaofanyia ukarabati, ndio maana hata wao wenyewe wanavaa vile vifaa vya kujizuia na ajali. Haya jamani, naomba au kwa ajili ya watoto, watoto Ha, hapana hapana hapana, si kwa ajili ya watoto. Maana nilikuwa nimewaza hawa wataondoka <laughs> zao hivyo, nitabaki peke yangu. Hapana hapana, sio sababu hiyo kweli. Ona no, sio hiyo. Ah we yani hmm. Mimi katika kutunza nyumba sina tatizo kabisa, na wewe nimefurahi sana kuiona nyumba hapa katika hali nzuri, ndio. Lakini sasa sheria za kiserikali ndio tatizo m hmm. Jamani, usiwe na wala usiwe na hofu. Nikimaliza hmm. tu, nafikiri kwamba mlango utakuwa wazi, tutakaa tutazungumza, tutakubaliana. Kweli eh kabisa yani eh <sighs> Basi mimi nitafurahi sana. Una mwili wa mahaba, una mwili wa nguvu. Unajua si wanake, napenda wanaume wenye muonekano na wenye uwezo ambayo, yani chochote, yani nikitaka ananipa. Oh, una mkono wa bil, nalijua makia nachokwambia, subiri. na ukiniambia oh, subiri, subiri, unanipa so kama unaniacha moja kwa moja subiri. So, alafu jioni mimi unanipa. Unaona, pengine mimi hata nikitembea huko najiamini na mwanaume wangu nyuma na security, mwanaume mbavu, najiachia <laughs> <laughs> ingekuwa kama serikali wanaruhusu kufanya ukarabati wakati na watu wanaishi huko ningefanya hivyo. Haya basi sawa, naomba usiniangushe ndugu yangu. Wala siwezi kukuangusha. Sawa, ila umepungua pungua kidogo. Ah, mimi mbona najiona kwamba muonekano wao ndio mzuri zaidi. Sasa mimi nafikiri niwaache. Mimi oh, mwanangu. Ena. <laughs>